Shusha tanga safari, safari, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Asante sana, ndugu makamu mwenye kiti wa chama chetu, ndugu mwenye kiti mwenyeji wetu wa mkoa Magharibi, mzee wetu, mlezi wetu, mwalimu wetu, mwenyekiti wetu mstaafu Babu Juma Duni Haji, ndugu mwanasheria mkuu wa chama, ndugu wajumbe wa bodi ya wadhamini, dada yetu Piswaiba na Edi Kalipso, mama zetu mama Wena na Bi Zainab Alihaji Pandu, ndugu wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, wagombea wetu, ndugu viongozi mbalimbali, wanachama wenzangu, wananchi kwa jumla, nyote kwa pamoja, asalamu as aleikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Habari ya jioni. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwa mara nyingine tena katika badika banguwa zetu. Leo tuko katikati ya mji. Leo tuko wapi? Katikati ya mji, maana kwa mji ulikofika, angawe jamani, ndio new city center au vipi? pangawe ndio ukiunganisha na koni leo tuko katikati ya mji. Lakini naomba nichukue fursa hii niwashukuru kwa dhati nyote kwa mahudhurio yenu. Sasa hii sijui mnaosababisha huko kitu gani? Manake homa hii imeshapindukia tena, homa ya kweli kweli na haijapata dawa na haitopata dawa inshallah. Dawa yake ipo tarehe 29 Oktoba ya mwaka huu. Na katika shukurani hizi, naomba kwa namna ya kipekee tuwashukuru wasanii wetu ambao mara zote wamekuwa wakitusaidia katika kufanikisha mikutano yetu hii. Ndugu viongozi, wanachama wenzangu, wananchi kwa jumla. Nilisema kwamba leo tuko city center. Bangawe uoni, lakini naomba likuwa namna ya kipekee nilihitaji pangawe. Sio tu kama ni katikati ya mji kwa jinsi mji ulivyotanuka, lakini nyinyi wenyewe mmeona kwamba hapa sasa ni kitovu cha siasa ya kizazi kipya, ni kitovu cha siasa ya kizazi kipya. Na sisi ndio maana tutamleta mwanasheria mkuu wetu Omar Said Shaabadi kama ni alama ya siasa ya kizazi kipya. Naomba hili tulisema, na naomba hili sote tulifahamu kwamba kama ni siasa basi Omar Said Shabani ni kielelezo cha vijana wa kileo, wa vijana ambao huko mbele ndio wanakotakiwa wafate mwelekeo huo. Ye sote tunamjua anakotokea anatokea familia kila kidaki ya Chama cha Mapinduzi ya Afro, ya harakati. Lakini kwenye hili, mwenyewe mmemsikia, ye mwenyewe akieleza jinsi, pamoja na kuelezwa na kupingwa, kupigwa vita, kushawishiwa, lakini akasema sasa mwelekeo ni huku, sasa mwelekeo ni huku tunapoelekea. Wa ni wakati wa mabadiliko, ni wakati wa mageuzi. Ndio maana tunasema kwamba angawe, angawe ni kitovu cha siasa za kizazi kipya, ni kitovu cha siasa za kizazi kipya. Ndugu zangu, aina ya viongozi wa namna hiyo ndio tunaowataka. Kwa nini? Mimi naomba niwakumbushe, niwakumbushe. Kama mwenyewe hujijui, utakuwa kwenye shughuli, lakini utakwenda kuwekwa kwa waandazi kama mwenyewe hujijui utakuwa ukae mstari wa mbele lakini utawekwa kichochoroni. Kama mwenyewe hujijui watu badala ya kusimama wakakuheshimu wewe, wewe ndio utakuwa. Hebu kuambie wezetu waliokuwa bado wamelala hii nchi ya wangwana tunaposema tunakwenda kuinusuru Zanzibar. Hii si nchi ya kufanywa hivyo. Hii si nchi ya kuongozwa na watu wa namna hiyo, na mtu wa namna hiyo awe mozote atakapokuwa. Leo watu wanakwanza kwenda kufanya ukatili mwingine, kwenda kufanya imba nyingine kwenda kufanya mambo ya ufisadi wengine, ili mradi waingie katika madaraka. hatu jamani, hatujachoka jamani, hatujachoka. Tunataka nchi hii iendelee kuendeshwa hivyo, watu ambayo kunda wa maruhumi, tunamlinda kwa sharia, binadamu wafanyiwe hivo. Naam. Sasa mimi ninachosema eh, yeah. Leo wanataka wengee madarakani ni wanajipaka mapinduzi wanajipaka siku, nchi hii haitolewi nchi hii hai, yeah. Nchi nchi ya shangazi yako ya baba yako ya mjomba wako, wa Zanzibar ni ya wananchi wa Zanzibar Zanzibar ya wananchi wa Zanzibar. Nchi hii si ya chama, nchi hii si ya familia, nchi hii si ya mjomba wake mtu wala ya baba wake mtu. Tunachosema kwamba nchi hii tuna taratibu tumejiwekea. Nchi hii tunachotaka, hatutaki kitu kikubwa sisi, hata hatuombe, ni haki yetu. Ni haki yetu kupata uongozi, kupata viongozi watakaotuendesha kwa mujibu wa sharia, katiba yetu, kwa mujibu wa taratibu zetu, kwa mujibu wa ustaarabu, mila na desturi zetu. Nchi hii hatuwezi kukubali ikaendeshwa ikaendelea namna hii. Ndiyo tunachosema sasa. Kama kuna mtu yeye anaona kwamba ndio mwenye nchi hii na anataka kutuzuia kwa hilo, tuko tayari kupambana naye na mi <tune> nawambia ndugu zangu, kwenye hili tusifanye ni jambo la shangwe. Hii nchi watu wana projekti yao, nchi hii watu wana projekti yao, wao wanatosema kwamba Zanzibar hii haitoki Zanzibar, waimalize hii, mtamalizika nyinyi lakini hii mtaiona hivi hivi. Ndio kitu tunachosema ndugu zangu, nawaombe tena, kama ni utani, kama ni masara, ukafanye kwenye vikao vya karata, ukafanye kwenye bao lakini kwenye nchi hakuna utani, kwenye nchi hakuna utani katika kutafuta na kupambania ya haki. Jamani, tusitie utani, sisi tunasema kwa ukweli, tunasema kwa dhati, tunasema hivyo kwa sababu wao hawajui ziki wanazokutana nazo wananchi. Mimi nasema hivyo kwa sababu mimi na yote nilipopita, lakini leo nakuzungumza ndugu zangu, mimi na ndugu zangu baba mmoja, mama mmoja, ambao hawatimizi shilingezi kwa siku, niko tayari kuwapambania, niko tayari kwa hili kusimama kwa ajili yao. Mimi simpita njia, nimetumia ujana wangu nimetumia muda wangu kuitumikia nchi hii na nimetolewa kwenye kazi kwa sababu ya kuilinda na kulinda maslahi ya nchi. Kwa hiyo nachosema, ndugu zangu, nachosema nilitanguliza hili la la, la, la Omar kwamba tunachotaka ndugu zangu nchi hii Oktoba inshallah tunakwenda kuunda serikali, tuwatengenezee vijana wetu, tutengeneze kizazi kipya cha kuendesha nchi hii, tuwakamili nchi, tuangalie, waendeshe mambo ya nchi, hii irudi katika ustaarabu, irudi katika misingi, isimame katika misingi ambayo nchi hii nayo itakwenda mbele. Kasema hapa, kama tikiti hii si cha watu maskini Hawawezi mafisadi. Wewe unakwenda kuiba kiongozi, umesikia wapi? Kiongozi unaita unanunua ndege, unasema kuwezi kumlipa milioni moja, eh? Kuna watu wamenunua ndege, tunakuja siku yake. Naam, sio ndege mnana, ndege ya kupanda abiria arobaini na tano. Sasa wanatafuta sasa kwenda kununua labda manuari <tipos> lakini ni eh? Na hayo tunasema yetu, tutakuja kuyachukua. Ndugu zangu, tunayatakiliza haya kwa sababu tunataka mtufahamu. Ndio maana miongoni mwa sera ya chama chetu tunachotaka nchi hii baada ya Oktoba mwaka huu tuchukue muda tukaitengeneze, ili tuwakabidhi wanasiasa wa kizazi kikija, washindane kwa hoja, washindane kwa maendeleo ya nchi yao. Dugau, nchi hii ya wastaarabu, lakini leo imefika ilipofika. Ndiyo maana tunasema kwamba huu ni mwaka wa kufanya nini? Mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar. Fikirieni ndugu zangu, nchi hii jinsi ilivyokuwa na utu, jinsi ilivyokuwa na ustaarabu. Nchi hii imekuwa na sheria, tena miaka mingi iliyopita toka elfu tisa mia na tisa toka mwaka elfu moja na tisa, nchi hii ina sheria ya kuzuia ukatili kwa wanyama. Nisikilizeni vizuri, itazameni nchi ya namna hiyo, yenye ustaarabu wa namna hiyo, kwamba miaka zaidi ya mia iliyopita, nchi hii ina sheria ya kukinga ukatili kwa wanyama, na kuna watu wameshawahi kushtakiwa na wakatozwa faini, wakatiwa hatiani, wakapewa adhabu, wakatozwa faini kubwa, kwa kuwa wakatili kwa wanyama. Tuna kesi moja maarufu garatasi ula wake akitumikishwa wakati mgonjwa ana vidonda, kashtakiwa mahakamani, kashtakiwa mahakamani na akatiwa hatiani na akapewa adhabu. Nchi hii kuna sharia ya kuwalinda ndege mwitu, ndege huko porini waliko. Nchi hii ina sharia kwa zaidi ya miaka mia Tunafahamia, huu ndio <tumutu> <tumutu> ustarabu wa nchi hii. Nchi hii ina sheria miaka mingi iliyopita ya usafi katika miji, katika makazi yetu, wanaeta sheria ya afya ya jamii, public health. Hizi haziji zinakuja katika nchi ambazo zina wastaarabu zina waungwai na mengine mengi ambayo tuna sharia nchi hii kwa zaidi ya miaka mia iliyopita ya kuwalinda wenzetu waliopata mitihani ya ugonjwa wa akili inaitwa Lunacy Decree, toke ya elfu tisa mia na kumi na tano miaka mia na kumi iliyopita Ndo nchi staarabu hiyo, ndo nchi ina ujali utu wa uungwana. Wastaarabu wanaendeshwa hivyo, mpaka wanyama wanaonewa huruma, wanatungiwa sharia ya kuwalinda. Sasa mi ni waulize leo, unakuja kupata kiongozi anaingia madarakani kwa kuwaua watu anastahiki kweli kuongoza nchi ya wastaarabu? Eeti jamani, kwa mizani maana haya tunayasahau, tunazali zali. Sisi Zanzibar ni watu wa kuuliwa, watu wa watu watu wa kudhalilishwa? si watu wa kudhalilishwa, hii ni nchi ya wastaarabu. Sasa leo na kiongozi aliyeingizwa kwenye madaraka kwa kuua watu ishirini na moja Eh, wa kujeruhi watu wa kuumiza watu, tena wengine akina mama, watu na heshima zao, waungwana wastaarabu wa nchi hii wanaingiliwa majumbani, wakadhalilishwa, wakanajisiwa. Jamani, mimi niwaulize watu wa namna hiyo, mi hamwogopi? Hivi kweli ndio leo anatokea mtu wa Zanzibar kweli anasema mtu hiyo, wa namna hiyo ndio aende akatuongoze? <coughs> Eti jamani. <coughs> Tuna sheria ya kumlinda punda chirii punda huwa mwembe makumi na kwamba asifanyiwe ukatili. Leo wanakuja viongozi wanafanya ukatili kwa binadamu, tena wanawake, watoto wadogo, wengine mbele ya watoto wao na nchihii <laughs> na kama kwamba hayo hayakukoma tumekwenda kuomba mzee wetu mahali, akasema, jamani, haya yaliyopita yamepita, labda asa sasa tunaweza tukapata mtu ukimwangalia ungwana, labda tutapata sasa mtu waku yarekebisha haya hisisha watu kusajiwa hivo kenda ka ajishusha alivyojishusha. Eh? matokeo yake hata moja na badala yake ya mibango mengine, leo kila mwalimu unaemkuta hoi ni taabani Eh? Kachukua mkopo wa milioni kumi alipe milioni kumi na sita. Hii itakwenda kuwa mwisho, kwa sababu ni sera yetu sisi kuanzisha mfuko maalumu wa maisha ya watumishi wa umma wa wakiwemo sisi, tunasema ni provident fat. Tutaifafanua siku ambayo tutazindua ilani yetu, lakini kwa ufupi ni hivyo. Lakini jingine tunasema katika elimu ni pamoja na taasisi taasisi za mafunzo ya walimu. Kwa mfano, Mkuruma itarudi Mkuruma na itakuwa metrasi. Hatutotaka Mkuruma chuo cha ualimu kikawekwe sijui kichochoro gani, sijui huko. Tumeshatoka, tutarudisha na tutaimarisha chuo cha ualimu kikiwa Mkuruma kwa sababu ni alama ya elimu katika nchi hii, ni alama ya elimu katika nchi. Lakini pia tukasema kwamba katika taasisi zetu zile ambazo ni alama ya elimu ikiwemo skuli ya Lumumba. Leo skuli ya Lumumba imekwenda kuegia hospitali pale pembeni Tunasema ni, ni kwa jambo zuri, lakini nilikuwa na makosa katika uamuzi. Kuna mtu anasema tutakwenda kuipiga michi hospitali ya Lumumba. Unajua, ndio ile hadithi ya kiongozi si aliyokwenda kutembelea hospitali ya, ya wagonjwa kwa akili, alipokwenda akaitiwa wale waliokuwa afadhali kidogo sasa, mmoja anaonekana kwamba watu wameshughulika, kiongozi kaja, yeye anacheka, hapatikani kauli. Wakamuuliza wenzake paka watu waka akaulizwa, we vipi bwana, bwana kiongozi bwana, wewe unachekea nini? Anasema, mimi sicheki bwana, napiga hesabu. Mimi hapo hospitali nililetwa na askari mmoja tu, na humu kwa watatu niko huyu, mwenzangu aliletwa na askari arobaini, atatoka lini humu? Sasa nidzani kwamba yeah, nauleni mgojwa mizao sasa, na wao wanadhani kila mtu mgoja kama mao. <laughs> e <Hey>, bwana <laughs> anayeuza makumbi mwengine waliauza nasi hakuna tatizo, tatizo nah, anaeuza makumbi akajifanya nae anauza nasi ndio wenzetu walipo tunachosema kwa ufupi ni kwamba sisi tutaihamisha hospitali ya Lumumba, tuitafutie pahala pazuri tuijenge, na hospitali jengo lile vizuri litaendelea kuwa sehemu ya skuli ya Lumumba, iwe Lumumba ya kisasa. Chuo cha Kiislamu, umesema hivyo kwamba chuo cha Kiislamu Ndugu zangu, ni katika alama ya elimu katika nchi hii, tutakiendeleza, sio kilivyo sasa hivi, hoi mitabani. elimu Zanzibar tunachotaka iwe ni center ya Islamic knowledge katika mambo ya kisasa, ikiwemo masuala ya fedha ya Islam ambayo dunia imeyatambua. Ndio tunachosema na ndio tunachokwenda lakini jengine mnalosema ni katika udhibiti. Katika udhibiti, ndugu zangu, tunachosema. Leo tunaamuliwa mitaala na watu wa ambao hawajui mazingira yetu sisi. Tutatoka kwenye nafte, tutaanzisha utaratibu wetu wa udhibiti wa elimu ya ufundi ndani ya Zanzibar kwa kuzingatia mahitaji yetu na tutazingatia e, kama tuendelee kuweko TCU au tuanzishe utaratibu wetu, lakini tunachosema tudhibiti elimu kwa mujibu wa mahitaji yetu Zanzibar. Na katika hili ninyi mnaojua, leo tumefika pahala mtu anapata digirii kutoka Al Azhar, kunaambiwa haitambuliwi Tanzania. Huu ni wazimu, ni ugonjwa kwa kwetu sisi Zanzibar. Leo naambiwa dini na Kiarabu masomo hayakubaliki, hayahesabiwi. Tutayarejesha na hatahesabiwa, kwa sababu ni sehemu ya utu wetu, ni sehemu ya kulifanya taifa hili kuwa na watu na kudumisha desturi na mila zetu. Ndio tunacho kisema ndugu zangu eh. lakini kubwa tulisema kwamba jamani katika kuhakikisha elimu inakuwa katika nchi yetu, tutawashirikita tutawashirikisha sekta binafsi katika kuendeleza elimu. Leo sekta binafsi mchango wake kwa shule chini ya, sekum, ya, ya primary ni asilimia thelathini na tano. Sisi tunasema tutaifikisha mchango wao ufike asilimia hamsini. Tutaona namna gani tuwasaidie wanaotaka kuanzisha shule ambazo ni za kisasa zitakazokidhi mahitaji yetu kwa kuwapa maeneo bure ya kujenga skuli.